Umesema mashanga sikuli? Haukuli au sikuli? Nakula mashanga mm. Wewe mashanga machafu, wewe unataka upike machanga? Unafanya nini? wajana ugudiraano aya, aenda kule unafanya nini? Unachota tena unaweka kule, unachota tena unaweka kule, unachota kile unaweka kumbungu, kumbe Kumbe, sawa, yeah. Tumeweza kuweka kwenye kumbungo. Unafanya yeah. nini? Unachukua eh, napeeka kumbungo. Haya, kakache wewe, unacheza hapa hapa. Unataka uende kakache kwa kasi nataka ende kwa kasi, si anacheza hapa hapa, anakuja. Unakuja haya, unataka uende? Eh. Ngoja eh. Eh. hmm? Eh. hmm? Eh. Kwanza subiri kidogo.